Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano kwa mkunjofu kabisa. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Hanim Zaina na hii ni Toka Zamani TV. Kabla, nikukumbushe kama wewe mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 vijana waadharishwa kuepuka upotoshaji. Habari kamili katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwili wa Papa Francis hadharani, kuzikwa Jumamosi. Alichagua pa kuzikwa jeneza la kawaida. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Majaliwa ahimiza kulinda mila na desturi ya habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili imeandika Ulega ambana anayejenga njia nne Mbea. Habari katika ukurasa wa tatu. CCM yatoa wiki mbili fidia kwa wananchi Bunda. Habari katika ukurasa wa nne. j hamsini na tano Chadema inataka kuwafukuza. Habari katika ukurasa wa ishirini. Kiongozi ACT kuchukua fomu ya urahisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika wabunge wataka majibu sera ya ugatuaji madaraka, habari katika ukurasa wa tatu. Tawiri ya matadawa ya vipara vyote nywele, habari imeandikwa kwenye ukurasa za nane za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari liopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Chadema polisi moto, mzozo ibuka eneo la mkutano da heche hatiwambaroni mbunge ahoji mashtaka alisu bungeni. G55 wadai kiburi cha viongozi kimewagharimu, watangaza msimamo wao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nuku ndiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, hivi kama watu wanataka reforms mageuzi, kuna shida gani? Simba na Yanga ziko uwanjani, halafu wanaruhusu refa wa Yanga akachezeshe game. Anatropia undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne gazeti limeandika vigingi vitano kwa bunge joto lazidi kupanda. Habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Dorot mgusawa kuvana na Samia elfu mbili na ishirini na tano. Habari katika ukurasa wa pili, lakini pia gazeti hii limeandika usia wa Papa Francis kubadili mazishi yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Lakini pia gazeti Mwananchi likiandika gari la katibu wa CCM lateketezwa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Jumatano ya leo gazeti Majira ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni jia hamsini na tano yaliana kiburi viongozi wa Chadema yasema wameua ndoto za wanachama kushiriki uchaguzi kwa kuto saini kanuni za maadili ya bongeza uongozi wa dini kuhimiza waumini kushiriki uchaguzi. habari pendik kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Semo achukua fomu za kugombea urais Oktoba. Habari katika ukurasa wa nne. Waziri Dr. Mchemba teta na mkurugenzi mtendaji afg im habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. usia wa Papa Francisko waandikwa kuzikwa Jumamosi. habari n kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili Usia alioacha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis umewekwa wazi, akianika mahali pa kuzikwa, aina ya mazishi na anayetoa gharama za mazishi hayo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Gazeti limeandika ulegatwa siku thelathini kwa mkandarasi barabara ya nsalaga fisi kuweka lami, habari katika ukurasa wa saba. Gari la kigogo wa, wa sisi embea la choma moto, habari katika ukurasa wa pili. Mwili wa Papa Francis wawekwa kanisa la mtakatifu Martha. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Ilipia gazeti Majira limeandika mikutano ya Wasira na falsafa ya ukubwa dawa. Habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti ni Nipashe ya Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CAG aguna malipo ya ziada bwawa Nyerere afunguka mzizi lipo utata wa tatizo ulipoibua utata mwingine uamuzi wa wizara mkataba wa kuendesha uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro KIA, habari amelikwa kwenye ukurasa wa tatu. Dorothy wa ACT wa zalindo achukua fomu kugombea urais habari katika ukurasa wa tano. Tarehe kumzika papa Francis yatangazwa. CCM, ACT watoa ujumbe maalum. Wa habari katika ukurasa wa tatu na ukurasa wa kumi na tisa. Gari nyumba ya mwenezi CCM yachomwa moto, habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika G55 wadai kuna tishio kwa futa Chadema, John H akamatwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Umoja wa madhehebu ya Kikristo wataka INEC irudi kwenye meza ya majadiliano, habari katika ukurasa wa kumi na tano wizara mzazi akishindwa kulea jela miezi sita faini milioni tano. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa mbele michezo limeandika Rais Samia hongera Simba, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti ya Mwema Mungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge matajiri wahaha, baadhi waandaa vikao na wapiga kura kumwaga fedha kuja na sua ni baadhi ya kanuni mpya za CCM kwa bana ukali wa viongozi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. kesi aliso Chadema polisi kesho hapa toshi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. ajukwa fomu ya urais ni nani huyo, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. utaratibu wa kumpata mrithi wa papa hu hapa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Raia Mwema limeandika kafu na tano ya Chadema habari katika ukurasa wa tatu. Wa Kristo wahimizwa kuombea taifa, habari katika ukurasa wa nne. Wafanya biashara waipa kongole TPA, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Raia Mwema. Mungwana ni kitendo. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi aungana na wananchi viongozi kumzika Sanya, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vijana wapewa elimu manufaa ya muungano wa masauni ya habari katika ukurasa wa kampeni msaada wa kisheria ya mama samia kuzinduliwa zanzibar habari katika ukurasa wa serikali kuzikabili changamoto ya nchi habari katika ukurasa wa pili hemedi tutajenga mazingira ya kuvutia sekta ya habari katika ukurasa wa lakini gazeti wapilikiznd makadinali wakutana kupanga mazishi ya papa habari katika ukurasa wa tisa na hivi gazeti zanzibar leo kwa kweli na uwazi, pata nakala yako, some ndani zaidi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika tulinde tuwenzi utamaduni kwa manufaa wa ya vizazi vyetu, ni kauli ya Waziri Mkuu Majaliwa alipofungua kikao cha kumi na tano cha maofisa wa utamaduni na maendeleo, aonya kukumbatia tamaduni zinazokwenda kinyume na maadili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kinga kwa wanawake kutozaa watoto wenye vichwa vikubwa yatajwa, habari katika ukurasa wa tatu. Maziko ya Papa Francisco kufanyika Jumamosi, habari mlikuwa kwenye ukurasa wa saba. Vatican imesema maziko ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francisco yanatarajiwa kufanyika Jumamosi saa 4 asubuhi katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter. Papa Francisco alifariki akiwa na umri wa miaka 88 juzi, baada ya kupatwa na kiharusi na mshtuko wa moyo, ambapo Vatican ilitangaza waumini wataaga. Habari mlikuwa kwenye ukurasa wa saba gazeti hili. Balozi Nchimbi awapa maagizo wa Dr Mchemba Pindi. CCM yaomboleza kifo cha Papa, yasema alikuwa kiongozi anayeunganisha watu bila kujali tofauti za kiimani. Habari katika ukurasa wa tatu. Mchengerwa awatisha majukumu ma RC DC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika kampeni msaada wa kisheria ya mama Samia kutikisa Zanzibar. Habari katika ukurasa wa kumi. Fora za rais Samia zapaisha uchumi, habari katika ukurasa wa tatu.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 So, mwenye mabao kumi na moja ndani ya taarifa hii, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Simba yapewa refa wa moja sifuri. Habari mpanzikasahabari kwenye ukurasa wa pili second leg ni Stellenbosch dhidi ya Simba Jumapili Aprili ishirini na saba saa kumi kamili jioni, Moses Mabida Afrika ya Kusini. TAKUKURU yaanza uchunguzi a ya sakata la kipa Fontana. Habari kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ateta ana mbinu mpya za kuiwa psg habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane lakini pia gazeti hili imeandika kopa italia leo ni inter milan dhidi ya ac milan saa nne kamili usiku na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa mbele wa gazeti mwanaspoti kama hata nakala yako some kwa undani zaidi magazeti ya habari, habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu nalo gazeti ya habari leo jiji la habari tanzania ilinyoka katika ukurasa wake nyuma limeandika simbo azoma milioni boston apongezwa habari ka kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanariadha mwana wa kimataifa wa Tanzania Felix Simbo amezoa mamilioni ya fedha kiasi cha dola za kimarekani elfu sabini na tano, sawa na shilingi milioni mia mbili na moja baada ya kushinda nafasi ya pili, huku wadau wa riadha nchini wakimpongeza. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa azindua rasmi mfumo wa wasanii kujisajili, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili zndnzt aonye nyota Yanga. Kocha mkuu wa Yanga ameonya wachezaji wake kutobweteka kwenye michezo mitatu iliyosalia ya ligi kuu Tanzania Bara. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rose Mohando agoshwa na izi, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Simba yaifuata Stellenbosch leo, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma michezo na burudani logazeti Nipashe mwanga jamili nyo katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani, limeandika Rais Samia ampongeza Simbu mwanariadha huyo angara katika Boston Marathon 2025 baada ya kutumia undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club ijipanga kwanza upya sawa, habari katika ukurasa wa 23. Waziri atakomhitaji Salah Saudi Pro League habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, ya mwanga wa jamii, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.